Mimi ninaitwa Askofu Oscar John Ongere, mwenyekiti wa Jumuiya maridhiano mkoa wa Mbeya. Uh, nimependa nichukue nafasi hii kuzungumza na Watanzania wenzangu kwa sababu nchi hii ni ya kwetu na tayari tumekwisha kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa sababu tumempata rais na bila uh, kus uh, kusema mambo mengi, ni kwamba ndani ya nchi yetu kuna tatizo, na viongozi wa dini lazima tukubali kwamba kuna tatizo, na kama tuna tatizo, yako majeraha kwa viongozi wa dini na kwa serikali, maana yake kila moja kuna mahali yameumia. Kwa hiyo sasa, tunachotakiwa kufanya ni kwamba viongozi wa dini, maisha lazima yaendelee, lakini haya maisha yanatakiwa yaendelee kwa ushauri wa wazee au wamama wenye hekima. Kwenye taifa hili tuna wamama ambao wamekuwa viongozi kwenye taifa hili, tusimwache mama mwenzetu mwenzenu. Lakini viongozi wa dini Uh, ninyi ni mababa wa kiroho, na hata viongozi wa mila wako kwenye taifa hili wenye hekima kabisa ya kushauri. Kwa hiyo, ninachopenda kushauri ni lazima sasa tukae, kila mmoja aangalie kwa nafasi yake, na especially katika mikoa yetu. Mimi niko mkoa wa Mbeya, lazima tuangalie kwamba kwenye mkoa wetu wa Mbeya majeraha yako wapi na kwa nini yametokea, na kwa nini vijana wamefika mahali wakabehave jinsi walivyoonyesha hisia zao, ili kwamba sisi kama viongozi wa dini, kama wazee wa mila, kama wa mama, kama wa baba, tukae tuzungumze. Baada ya kuzungumza, tuje na majibu ni namna gani tunavyoweza kuiponya nchi yetu ya Tanzania bila kumnyoshea mtu kidole, bila kumsema mtu vibaya, lakini tuje na suluhisho. Na ninaamini kwamba kwa, kwa tuliyoyapitia hatuhitaji kuyapitia tena, bali tunachotaka tufanye kutoka hapa sasa, tumeziona changamoto, tuone ni namna tutakavyorekebisha na kuweka hii changamoto ikae kwenye nafasi nzuri ambayo tutoke kwenye changamoto turudishe taifa letu kwenye amani. Najua Yesu akasema alipoona wanafunzi wengi wamechoka wameumia, wamejeruhiwa, makutano mengi yalikuwa nakuja kwake, akapanda mlimani, ndipo akatoa hutuba ambayo haijawahi kutokea kwenye hutuba yoyote duniani, anasema heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Sasa saa hizi ni wakati wa kwenda kwenye kitu kinaitwa upatanishi, upatanishi ambao utafanya taifa letu lije pamoja na watu wajifunze kwetu kwamba okay, tumepita kwenye changamoto, kila mmoja ameumia, kila mmoja amejeruhiwa, lakini sasa tunatakiwa tuje, ili tuje tulete suluhisho katika changamoto tulizopitia. Kwa hiyo hili ni ushauri wangu kwa viongozi wa dini na ushauri wangu kwenye taifa, kwa sababu ukizungumza na kila moja, tukiangalia uh, rais wetu sio kwamba yuko vizuri, unaweza ukaona moyo ume, ume, ni, kuna kitu kipo kwenye moyo, lakini ukiangalia watanzania kuna kitu kiko kwenye moyo, ukiangalia viongozi wa dini kuna kitu kwenye moyo, ukiangalia taasisi nyingi kuna kitu kwenye moyo. Sasa mioyo ikishajeruhiwa huwa inabadilisha sura. Mtu yeyote aliyejeruhiwa moyoni ni sawa na mlevi ambaye analewa kila siku na anaanguka, sura yake inabadilika kwa sababu anakuwa na nundu nyingi. Akiwa anatoka mbali, watu watamfananisha, watasema yule ni kama mtu fulani. Hii ni kwa sababu gani? Sura yake imeshabadilika. Kwa sababu ya nini? ya nini, ya majeraha ya uso wake, au amtambui kama mtu fulani, bali wanamfananisha anapotoka mbali. Kwa hiyo hivi ndivyo watu walivyojeruhiwa moyo. Kwa hiyo saa hizi hatuwezi kupaka mafuta vitu, ni lazima tukubali kwamba tuna changamoto, na lazima tutoke kwenye hiyo changamoto kwa kushauriana, kwa kuletana pamoja na kuangalia ni wapi mwanya ulipotokea, ili tuweze kuuziba mwanya huu na tusirudie hali kama hii tena kwenye taifa letu.